Karibu tena ndani ya shirika la DreamStart Labs. Ndani ya hii video ndaonyesha namna gani mwanamemba anaweza badili neno lake la siri ndani ya simu ya kundi. Basi fikiria hii scenario: Grace ni mulinzi wa funguo na anapenda kubadili neno lake la siri ili hakikishe iko ndani ya ukingo, ila kwa bahati mbaya haana simu yake ya binafsi. Basi namna gani mwandishi atamsaidia kwa kubadili neno la kila siri? Yote ni kwenda kwenye muundo, kisha unafinya profile za memba. Umechagua mwana mwanamemba Grass, umefinya ndani ya jina lake, kisha unahakikisha sawa. Umeshuka, umefinya ya kufata, umefinya tena ya kufata, umefinya ya kufata tena, umefinya ya kufata hapo utatambua kuna maandishi inayosema badili neno yangu ya siri, umefinya hapo. Kisha hapo maandishi atapatia Grace simu ili yeye mwenyewe aingize neno lake la siri na kuhakikisha. Akisha maliza hiyo atafinya kwenye wanaandika sawa. Asante.